Alhamdulillah, mtu kama atakuchumba mwanamke, lazima yeye amuone na yeye amuone kwanza, aonane na Mtume kumwambia sahabi moja unzur ilaiha, nenda muone. Kina mama wa, wa, binti wa uh, Madina Ansar wana macho ndogo kidogo, inawezekana hujapenda, bora muone. Kijana kaja Mtume aniambia, binti yenu nataka nimuone, sema ruksa. Lazima wakati unamuona binti, ajihifadhi yeye na wali amri yake babake ipo ndugu yake ipo, mnaongea mm, um, naye umeridhika, bas. Lakini <coughs> mchumba miaka mbili unatembea naye unaenda kula chipsi zega na uzurura zurura, hii hii sheria sharia haikubali, mama kizungu tu. <coughs> <coughs> unazururaji tu barabarani, mchumba wangu, mchumba wangu, mchumba wangu. Mwanamke mwanaume hawezi kukaa naye karibu, ile moto na petroli <coughs> lazima hata kama mpaka ulama anasema Mwanamke usikae naye beki yako hata kama unahifadhi Qur'ani. mm. Ukikata surat Yusuf hapa atakuuliza mwanamke, shetani anaingia. Yusuf afanye nini? Mwanamke akamfanyia hivi, inaingia. Sasa haifai mwanamke kana mwanaume, ushamuona, ushamuuliza, usham sura yake, ushamuuliza watu tabia yao, watu wake, inatosha, alafu lete posa wewe. Lakini kutembeana miaka mbili tatu mchumba, unatoka nje unatenda baharini na ruzuzuru, hii sio tabia ya Kiislamu na tabia ya watu magharibi. Na watu waogope Mungu. Naam.